Semaji kuhusu ile swala la kukuna nazi, waijulia vipi mjomba? Katika suala la kukuna nazi. mm -hmm. kuna aina mbili. Kuna uh -huh. nazi la mm -hmm. Kwanza kuna kukuna nazi ile ambayo ni tunda mm -hmm, na la pili kuna kukuna nazi ile ambalo wanaume tunasema katika ndoa. Sasa sijui so unataka ina, unataka nikufundishie kukuna nazi kwa aina gani? Kwa ile tunda ama katika ndoa? Katika ndoa wajulia vipi? Katika ndoa kuna nazi inataka mwanaume shujaa. Uh -huh. Mwanaume shupavu mm -hmm. una nguvu zako maana wakati unaenda kukutana na mtoto wenyewe anajua, hapa nitapewa mchezo wa kutosha. Sasa hii nazi wakati unaishika, unaikumbaza vizuri. unaikaanga vizuri, yani mtoto unazungusha ile kiuno vizuri, mpaka mtoto anaimba nyimbo zake zote. Umenielewa? mm -hmm. mm -hmm. Lakini utaona watu wengi wanafikiria kukuna nazi kwa binadamu ni ile tu kuenda kucheza mchezo wako, kutumia nguvu mingi, kutoa jasho. Hapana, hiyo si kukuna nazi, wajumi za bure mm -hmm. nenda polepole kampu mtoto wenyewe raha, uh -huh. afikira, uh -huh. akienda mahali anapoimba tu, umeridhika. uh -huh. uh -huh. Bado bado bado, haya, uh, haya. hmm. Ile mbuzi ya kukuna hmm. nazi, ile mbuzi yenyewe waitiaje makali, mpaka ile nazi ukiikuna inatoka yote vizuri. Sasa ile mbuzi ya kufuna nazi mm -hmm, ka upande wa ndoa mm -hmm, inategemea na aina ya chakula ambao unakula wewe mtoto wa. mm -hmm. Unajua mara mingi unawezenda sokoni ukapata ndizi ukaambua nunua ndizi ukule, ana shilingi kumi na ela mingi, lakini nunua ndizi kula. mm -hmm. Ukipata njugu unakula hiyo, ndio kutia ile, ile mbuzi yako makali <laughs> mm -hmm. <laughs> Kwa wale watu ambaye hawachiki network, a mbuzi ambao naongelelea katika ndoa ni fimbo. Nini? Hii ni fimbo pekee ambayo humnyorosha mwanamke na kumweka sawa. Hiyo ndio mbuzi ambayo neongelelea um, hapa. Si ile mbuzi ya miguu minne, ama ile mbuzi ya kukuna ile na vitunga. Ah, sasa sasa nimekuelewa, ilikuwa ni bado kidogo haijashika. Wewe nao swali lako. Swali langu ni sasa, ukipatana na mbuzi nazi mbovu na ukona mbuzi apo, sawa. Kweli kuna nazi zingine ni mbovu, kwa sababu utapata labda hii nazi imejaribu kukunwa, lakini haiwezi ikatoa ile zile chenda si sasa. Nazi kama hii ni vizuri kuachana nayo mapema, kwa sababu ina maradhi, ishaharibika tayari, unaachana nayo. Mmenipata? kuna swali lingine? lingine kuna